Mkuu wa Mkoa wa Manyara, Mheshimiwa Queen Sendiga leo Desemba 4, mwaka 2025 ameanza ziara ya kikazi ya siku tatu wilayani Hanang', ambapo mapema asubuhi alitembelea na kukagua mradi wa ujenzi wa jengo la utawala unaojengwa karibu na stendi mpya ya mabasi na kuridhishwa na mradi huo. Amesema kukamilika kwa mradi huo kutawarahisishia wananchi kupata huduma mbalimbali mbali kwani ofisi nyingi zitakuwa sehemu moja. Mradi ni mzuri, kwa sababu ndio kwanza tumeanza. Ukiona hivi pako moto moto, ni udumu ni umetengenezwa vizuri, uzio wa kutosha, banda kwa ajili ya wataalamu mafundi na vifaa. Maana yake ni kwamba mkandarasi hapa kajipanga kufanya kazi. Kwa hiyo tunategemea tutapata matokeo mazuri sana jengo hili litakapomalizika. Taasisi nyingi hapa zitakaa kwenye jengo moja. Itasaidia sana kupunguza karaha wananchi tukikutembea huku na kwenda kutafuta huduma kwenye ofisi nyingine, kule ofisi nyingine iko mtaa nyuma kule, nyingine iko juu. Ofisi zote za serikali zitakaa kwenye jengo moja. Jengo lina zaidi ya vyumba 100. Maana yake ni ofisi nyingi hizo. Lakini pia mtapata fursa hapa, sasa mikutano, sisi tutakuwa tunafanya hapa mkutano mingi. Sijui walimu na mikutano yao, wauguzi na mikutano yao, sijui wakina nani. Utafanya hapa na nina imani litawasaidia sana kuwapa nguvu ya kuweza kufanya kazi zaidi. Bora usimamizi. Awali akitoa taarifa ya mradi huo, Mkurugenzi Mtendaji wa Halmashauri ya Wilaya Hanang', Teresia Rafai amesema mradi umeanza mwezi mmoja uliopita. <coughs> Tumeshapokea pesa hiyo yote tunayo? Hapana. 800. Okay. Na mpango wa kumaliza ukoje? Kumaliza. Tumetegemea leo ndio tunaanza mwezi mmoja uliopita. tunategemea kumalizazi Mheshimiwa mm, okay. Queen Sendiga baada ya kukagua mradi huo, amekagua pia ujenzi wa shule mpya sekondari Warret katika eneo la nyumba za wahanga wa maporomoko ya tope, kukabidhi nyumba kwa mwathirika wa maporomoko ya tope Warret kabla hajafanya mkutano wa hadhara katika eneo hilo, amekagua na kuweka jiwe la msingi katika ujenzi wa shule ya msingi Mogitu, pamoja na kutembelea bweni la wavulana katika shule ya Sekondari Mwahu, kisha kufanya mkutano mwingine wa hadhara kusikiliza kero mbalimbali za wananchi, kuzitolea ufafanuzi na kutoa maelekezo ya Serikali.